Kwa kawaida wengi huwa tunafikiri kwamba ufugaji wa ng'ombe ni kwa watu waliopo vijijini pekee, lakini ukweli ni kwamba mjini ndio ambapo kuna fursa ya haraka, lakini kuna uhakika wa soko na kuna faida kubwa. Kwa hiyo ufugaji wa ng'ombe wa maziwa inaweza ikawa na fursa au inaweza ikawa na faida kubwa kwa watu waliopo mjini kuliko watu waliopo vijijini. Lakini kabla ya kuendelea, nataka ujiulize kitu kwamba, una nafasi ya kujenga banda au una kiwanja cha familia au labda kuna kiambaza ambacho hakitumiki katika eneo lako au labda kuna sehemu ndogo iliyobaki katika kiwanja chako, basi na kuhakikishia kama una hicho basi hiyo ni mali na unaweza ukaitumia kama fursa katika upande huu wa ufugaji wa ng'ombe. Kabla ya kuendelea, inabidi tufahamu sasa kwa nini ufugaji wa ng'ombe wa maziwa inaweza ikawa ni dili hasa kwa watu wa mjini. Aa, ni kwa sababu kwanza, kama nilivyosema awali, soko lake ni wa uhakika, hasa tunapozungumzia soko la maziwa ni la uhakika sana, na kila mtu mjini anakunywa maziwa nazungumzia hata upande wa wazazi, wanazingatia vijijini pengine watu hawazingatii swala la maziwa, lakini mjini ni kitu ambacho watu wanazingatia sana. Lakini pia bei ya maziwa kila siku inazidi kuwa juu. Kwa mfano, kwa sasa hivi kwa maeneo mengi, kwa maziwa ambayo ni ghafi kwa lita moja, sio chini ya elfu mbili hapa tunazungumzia maeneo karibia yote ya mjini. Tunazungumzia Mwanza, tunazungumzia Dar es Salaam, tunazungumzia Arusha na pengine maeneo mengine, bei inakuwa ni juu zaidi ya hapo. Lakini pia ukiwa maeneo ya mjini, huduma za mifugo huwa ni uhakika sana sababu madaktari ni wengi, lakini hata upatikanaji wa chakula tunapozungumzia supplements au vyakula vile vya ziada ah, ni uhakika sana kuweza kupata. Lakini hata pia kwa upande wa madaktari ni rahisi kuweza kuwapata. Ah, unaweza ukapata daktari nje ya nyumba yako tu, unaweza ukapata daktari kwa urahisi sana. Tofauti na kijijini. Hata umlete daktari mjini kutoka mjini au nio kutoka mjini unajikuta tayari umeisha kuwa na gharama kubwa. Lakini faida, uh, nyingine ni kwamba huna haja ya kuwa na shamba kubwa. Hata ukiwa na sehemu ndogo sana katika eneo lako, basi unaweza ukajikuta upitia ufugaji wa ng'ombe unapata faida. Sasa ngoja nikupe mfano mdogo halisi na wewe mwenyewe uweze kupima, uweze kuona. Kwa mfano, uh, ng'ombe wa kawaida, ukiwa na ng'ombe bora a, kwa kawaida anaweza kupatia maziwa lita 15 kwa siku na, nimesema maeneo yote karibia maeneo yote ya mjini bei ni shilingi 2000. Sasa sisi tupigie bei ambayo ni ndogo. Tuseme labda bei ni shilingi 1700. Unajikuta kila siku wewe mfugaji unatengeneza shilingi 25,500 kwa ng'ombe mmoja, na kwa hiyo kila mwezi utakuwa unatengeneza zaidi ya shilingi laki saba na sitini na tano, na, na tukisema tutoe gharama ya matumizi, gharama za uendeshaji unajikuta labda shilingi laki mbili na hamsini, unaweza ukajikuta kwa mwezi unatengeneza faida zaidi ya laki tano kila mwezi, na hiyo ni kama una ng'ombe mmoja. Sasa fikiri kama ukiwa na ng'ombe watatu au na ng'ombe wanne au na ng'ombe wa tatu, wa nne, wa tano, kwa sababu hawa hawahitaji uwe na eneo kubwa sana. Unajikuta tayari una mshahara wa mtu ofisini kabisa, au una kipato ambacho kinazidi hata mshahara wako sasa mimi nina kuhamasisha, kama upo mjini bado unaweza kuanza. Njia rahisi ni kutumia mfumo wa zero grazing, au tunasema mfumo wa kufungia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapo itasaidia, kwa sababu tunafahamu maeneo ya mjini hakuna mashamba. Kwa hiyo utakuwa unafuga kwa njia zero grazing na unakuwa unamletea majani. Sasa kwa mfano banda la mita tatu kwa tatu linatosha kabisa kuweza za viwandani kwa mfano, masoko, machicha ya, ya viwandani ukienda kwenye viwanja vya bia, mara nyingi wafugaji wananunua huko chakula lakini siku hizi mambo yamebadilika, sio lazima uwe na una mfanyakazi wa nyasi. Sasa hivi watu wananunua silaji ya kula, ambavyo vimetengenezwa maalum ya... kwa ajili ya ng'ombe. Unaweza kuwa unanunua na bado ukaweza kutengeneza kipato. Lakini hata kama pia una sehemu nyingine nje ya mji, unaweza ukafanya kilimo cha malisho na ukajikuta una fix kabisa hilo tatizo la malisho lisiweze kuwa shida kwako. Sasa, hii fursa inamfaa mtu gani? Ah, hii inamfaa mfanyakazi wa ofisini, uwe unafanya kazi ofisi gani yoyote ile, bado unaweza ukafuga ng'ombe nyumbani kwako. Uwe mstaafu ambaye unataka kuongeza kipato, awe anapata shughuli unaweza ukafanya, ukajikuta unaongeza kipato cha familia. Lakini pia hata vijana ambao bado wanatafuta ajira, au wanaishi na familia zao. Hii ni kitu ambacho pia unaweza ukakifanya na kikakuletea faida. Lakini mtu yeyote tu mwenye kiwanja au nafasi au mwenye interest ya ufugaji bado uzuiliwi, unaweza ukafanya ufugaji wa ng'ombe na bado ukajikuta unatengeneza faida. Sasa kiufupi ni kwamba kwa kumalizia ni kwamba tu ng'ombe wa maziwa anaweza kukuingizia zaidi ya mshahara wako hata kwa mwezi, hata kama ukiwa katikati ya mji bado unaweza ukafuga sasa kama uningependa kuanza au kupata elimu au kupata ng'ombe bora, bado una nafasi katika video hii. Hapo chini utaona kuna namba yetu, basi wasiliana na sisi, tunakaribisha katika grupu yetu ya mafunzo. Huko utaweza kupatiwa usaidizi, ushauri, elimu na usaidizi wote ambao utakufanya wewe uweze kuwa mfugaji wa ng'ombe wenye faida. Ni hicho tu ambacho nilitaka nizungumze kwa siku ya leo. Na ni tumaini langu umepata kitu na umejifunza. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV. Usiache kusubscribe, bofya alama ya kengele pia na mjulishe mwenzako aweze kufahamu na kujifunza na kupata maarifa kama haya. Asante mpaka wakati mwingine. Rubaba TV.